Ulishia kufika hospitali, halafu kakutana na mtu akakwambia, bwana, mimi naweza kukusaidia mgonjwa wako huyo, akapata daktari ambaye anaweza kumsaidia kwa haraka zaidi e, kwa hiyo inabidi unipe kiasi fulani cha fedha ili mradi mgonjwa wako apate huduma ya haraka haraka. Sasa hawa watu wengi wamekuwa e, wakiwepo kwenye hospitali hizi za taifa, wakiwa wanafanya janja janja za hapa na pale. Kwa hiyo kuna taarifa hapa imetoka na, imetolewa na hospitali ya Muhimbili ya Mloganzila na taarifa hiyo inasema hivi: uongozi wa hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila umemkamata bwana David Mhame mkazi wa Yombo Kilakala, Dar es Salaam na kumpeleka kituo cha polisi Salenda Bridge kwa tuhuma za kutapeli wagonjwa na ndugu wa wagonjwa wanaofika hospitalini hapo kwa huduma mbalimbali mbali. Bwana Mhame amekamatwa baada ya kupokea taarifa za kutaka kumtapeli Bi. Fatuma Muhammed mkazi wa Kigogo kiasi cha shilingi milioni moja na laki mbili ili aweze kumsaidia kuchukua mwili wa ndugu yake uliopo hospitalini hapo. Kwa mujibu wa Bi Fatuma, mtuhumiwa alijumuika katika kikao cha ndugu na kujifanya ni sehemu ya familia na kuwashauri kutafuta kiasi hicho cha fedha ili waweze kuchukua mwili kwa ajili ya mazishi, lakini baadaye walimshtukia na kuanza kumhoji walipobaini hatoi taarifa zinazoeleweka, walitoa taarifa kwa uongozi wa hospitali na hatimaye kumkamata. Bi Fatuma ameongeza kuwa awali mtuhumiwa alimtapeli mama huyo kiasi cha shilingi laki tatu mwezi Januari elfu mbili na ishirini na tano walipokuwa katika taratibu za kuchukua mwili hospitali ya taifa Muhimbili Upanga alipojaribu kumtafuta hawakufanikiwa kumpata. Uongozi wa hospitali ya taifa Muhimbili unaendelea kuwakumbusha wananchi wanaopata huduma katika hospitali hiyo kutotoa fedha taslim ama kesh kwa mtu yoyote, kwani malipo ya huduma zote zinafanywa kupitia namba ya kumbukumbu ya malipo ya serikali maarufu kama kontrol namba. Hiyo ndio taarifa ambayo imetolewa na hospitali ya Muhimbili Mloganzila, na kuambia kwamba wananchi wote kuwa makini wanapofika hospitali pale, basi e, kutokuwa wanatoa fedha kwa watu ambao wasiowajua, au mtu anakufuata nakuambia, e, nipi kiasi fulani cha fedha, ili mradi nikusaidie, e, upate huduma fulani kwa haraka, ama upate huduma fulani e, kwa kiasi fulani cha fedha, basi ni vizuri ukaripoti taarifa hiyo na kituo cha ja polisi chochote, basi fika na hutoa taarifa kuhusiana na watu hao ambao hawana nia njema na majanga, e, hospitali, mba, watu ambao e, wanakumbwa na majanga matatizo, kwa sababu hospitali ni sehemu ambao wanafika watu ambao wana matatizo wamekumbwa na majanga, basi watu hao hawana mema kabisa kwa watu hao. Mimi naitwa Ali Adabu. Hii hapa ni 69 Media. Fika pale kwenye youtube yetu subscribe, na kubonyeza salama ya kengele, kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Fika pale Instagram, tunapatikana kama 69 Media TZ.